Maisha yako yamekuwa ni ya mateso, umefikia hatua mpaka unajuta mpaka kuzaliwa, yani unasema kwa nini nimezaliwa kwenye hii dunia? Umaskini umekuwa sehemu yako, um, yani ufukara, umaskini, magonjwa, kila kitu kibaya wewe kimekuwa ni sehemu ya maisha yako. Sasa hapa nitakuelekeza kuondosha hiyo hali kwa njia ya yai. Hili yai ninalozungumzia ni yai la kienyeji, usinunue usichukue yai, yai la kizungu ni yai la kienyeji. Utachukua hilo yai la kienyeji utaweka chini ya uvungu wako, chini ya uvungu wa kitanda au kwenye kona ya kitanda chako, ya chumba chako, chini ya uvungu wa kitanda au kwenye kona ya kitanda chako. Kila siku usiku ikifika, usiku unataka kulala, vua nguo zote, vua nguo chukua lile yai, weka miguuni mwako, weka kwenye miguu yako, anza kuomba, anza kunuia, sali sali sali. E mwenyezi Mungu, e Mungu, hivi vitu vilivyonishikilia, vitu vya kima vya maskini, vitu vya kutofanikiwa kwenye maisha, mikosi. Ongea kila kitu ambacho kimekushikilia katika maisha yako, ongea kila kitu ambacho ni kibaya kimeleta shida kwenye maisha yako, kama ni magonjwa, kama ni ufukara, kama ni kutokufanikiwa kufanikiwa, kama ni ongea chochote, yai likiwa chini ya miguu yako. Usivai viatu wala kanda mbili, kanyaga chini na yai liweke hapo chini ya miguu yako. Utaongea utaongea vitu vyote, hili yai, hivi vyote na vituma vikaingie kwenye hili yai na vituma vikaingia kwenye hili yai, viniondoke katika mwili wangu, viniondoke katika maisha yangu, na vipeleka kwenye hili yai. Utakapomaliza unarudisha chini ya uvungu au kwenye kona ya chumba, hakikisha mtu yoyote asilione, lakini ni nzuri, ni nzuri zaidi kama utaweka chini ya uvungu. Hakikisha mtu yoyote asilione. Utafanya hivyo kwa muda wa siku nne siku nne Fanya hivyo utakuwa na nuia mambo yako ya kuachie, uondoke kwenye hizi shida, kwenye hii mikosi, kwenye hizi shida ambazo zimekuwa zikikufunga zikikutesa. Utafanya hivyo kwa muda wa siku nne. Baada ya siku nne, utaliacha hilo yai chini ya uvungu au sehemu yoyote ulivyoiweka kwenye kona ya chumba chako kwa muda wa siku kumi na tano. Baada ya baada ya siku kumi na tano, siku ya kumi na tano utalichukua hilo yai, utaenda nalo sehemu ambapo ni mbali, utaenda kulitupa lile yai. Tupa lile yai sehemu ambayo ni mbali. Hakikisha unalitupa unalipasua huko, litupe mara moja, lipasuke. Baada ya kuwa baada ya kupasuka lile yai, utachukua pesa ya noti, noti yoyote ya, ya nchi yako utapitisha kwenye mwili wako, pitisha kwenye mwili wako, pitisha kwenye mwili wako. Natoa umaskini vi vyote nilivyovitaja, vikaende na hili yai, vikabaki humu kwenye pesa. Nasafisha mwili wangu kwa pesa, nasafisha mwili wangu kwa hii pesa yangu ambayo ni ya nchi yangu. Nao hivi vyote nakutoa kama sadaka, vitu vyote vilivyonishikilia na vikomboa na vitoa naviondosha kwenye mwili wangu kwa kutumia hii pesa, yaani unakuwa kama unatoa sadaka ya hicho ulichokifanya, unazungushia kwenye mwili wako. Baada ya hapo, iache hapo hiyo pesa, ondoka, iweke chini, iweke, iache huko huko, hata ichukuliwe na mtu yoyote, ichukuliwe na nani, au ipotee yenyewe, iache huko kwa, wala hata usitake kujua. Rudi nyumbani usigeuke nyuma. Rudi nyumbani moja kwa moja, chukua maji yako, weka chumvi yako ya mawe, oga, oga vizuri. Ukishamaliza kuoga, ukishamaliza kuoga, yaache hayo maji yakauke yenyewe kwenye mwili wako. Usijifute na taulo wala nguo yoyote, usijifute, acha hayo maji yakauke yenyewe. Ndugu yangu, baada ya hapo utaanza kuona vitu vinabadilika, mambo yanaanza kubadilika moja baada ya jingine, moja baada ya moja, baada ya jingine. Kumbuka ninazo dawa mbalimbali za kutibu magonjwa yoyote yale ambayo yamekushikilia, ni pressure, ni sukari, ni vidonda vya tumbo, ni, ni chochote ambacho wewe kinakusumbua Nitafute nipigie hizo namba, nitafute WhatsApp nielezee nini kinachokusumbua, nitakusaidia. Mambo ya ndoa ha, mahusiano hayaeleweki, ndoa zinataka kuvunjika, amani kwenye ndoa hakuna, nitafute. Dawa ninazo, ninazo dawa nzuri na dawa zangu kumbuka, zimekuwa zikifanya vizuri, siku hadi siku, usiache kunitafuta. Follow, Like unapokuwa unafollow unakuwa unaonyesha upendo wako. Unapokuwa una like unakuwa unaonyesha mapenzi yako kwangu. Fanya hivyo ndugu yangu, ili niendelee kukuletea masomo mazuri kila siku.